Jua lilikuwa linachomoza taratibu juu ya mabanda ya soko la mjini, hewa ikiwa imechanganyika na harufu ya mboga mbichi, matunda na vumbi la alfajiri. Kwenye kona ya soko, palipoandikwa kwa rangi iliyofifia Mbega Fresh, alisimama mama mmoja aliyekuwa akijulikana na wengi kama Mama Zawadi. Alikuwa mjane, mnyonge, lakini mwenye moyo mkunjufu kuliko watu wengi waliomzunguka. Kila mtu sokoni alimfahamu kwa tabasamu lake lisilokauka, hata pale hali ikiwa ngumu kuliko kawaida. Mama Zawadi aliweka vizuri vitunguu, nyanya na spinach kwenye meza yake ndogo iliyotengenezwa kwa mbao. Kila kitu alikichagua kwa umakini, kama vile alikuwa akiandaa zawadi kwa mtu anayempenda. Hakuna aliyewahi kujua kwamba muda mwingi aliuza mboga kwa hasara ili tu kupata fedha ya kumlisha binti yake pekee, Zawadi, msichana wa miaka kumi na miwili, aliyejulikana kwa adabu na tabasamu la ujanja wa kitoto. Walikuwa wanaishi kwenye chumba kimoja cha kupanga pembeni ya mtaa wa vibanda Ukuta ulikuwa umepasuka. Wakati wa mvua walilazimika kuweka ndoo tatu ili kukusanya matone, lakini hata hivyo, binti yake hakuwahi kulala njaa na shuleni hakuwahi kuonekana mchafu. Mama Zawadi, kwa mikono yake yenye magaga kutokana na kubeba mizigo, alihakikisha kila kitu kinakwenda sawa, hata kama moyo wake ulikuwa umechoka. Asubuhi hii ilikuwa tofauti. Akiwa anafungua kibanda chake, moyo wake ulikuwa mzito kuliko kawaida. Kodi ya nyumba ilikuwa inakaribia, shule ya Zawadi ilikuwa imetuma ujumbe wa ada na biashara ilikuwa imepata hasara wiki nzima. Lakini licha ya hayo, alijisikiliza akijipa moyo kwa sauti ndogo. Mungu ataniona tu, kama si leo basi kesho. Alinyanyua kichwa na kutabasamu kwa nguvu alipomwona mteja wa kwanza akija. Karibu mwanangu, leo nakupa nyanya zilizonawiri kuliko jana, alisema kwa utani wa kawaida uliomjengea sifa. Hakuna aliyewahi kufikiria kwamba nyuma ya ucheshi wake mama huyu alikuwa akipambana na mawimbi makubwa ya maisha, mawimbi ambayo ilimlazimu kusimama imara kwa ajili ya binti yake pekee aliyesalia baada ya kifo cha mumewe miaka mitatu iliyopita. Watu sokoni walimpenda kwa unyenyekevu wake, wengine wakimtania kwa kusema, mama Zawadi, wewe una roho ya dhahabu. Alijibu tu kwa kucheka kimya kimya, kwa sababu moyoni mwake aliwaza ukweli, wa moyo wa mtu haupimwi kwa kile anachovaa, bali kwa alichobeba ndani yake na bila yeye kujua, siku ambayo ungefichua ukubwa wa moyo wake ilikuwa imekaribia kwa kasi, siku ambayo ingekuwa mwanzo wa safari isiyotarajiwa. Siku zilisonga na maisha ya mama Zawadi yaliendelea katika mduara ule ule wa kupambana na uhalisia mgumu wa umaskini. Kila asubuhi, kabla hata ya jogoo kupiga, alikuwa tayari ameamka, akishika tochi yake ndogo aliyoinunua kwa mitumba, akielekea sokoni kuchukua mzigo wa mboga. Baridi ya alfajiri iliupiga mwili wake mwembamba, lakini alitembea kwa haraka, akijua kuwa kuchelewa kungepoteza wateja wa kwanza, wale ambao mara nyingi walimsaidia angalau kupata hela ya chakula cha mchana. Lakini kitu kimoja kilimtofautisha na wafanyabiashara wengine. Moyo wake hakutafuta utajiri, hakutafuta pongezi, hakuwa mtu wa kujisifia. Alikuwa tayari kutoa hata kile kidogo alicho nacho bila kusubiri kurudishiwa. Mara nyingi aliona watoto wakipita sokoni wakiwa na njaa, macho yao yamechoka. Bila kufikiri mara mbili, aliwapa nyanya mbili, karoti tatu, au hata kipande cha tikiti kilichobaki. Wengine walimshukuru, wengine walitoweka bila kusema neno, lakini hakuwahi kubadili tabia yake. Wakati mwingine akiona mama mwenzake akichukua mboga kwa mkopo bila uhakika wa kulipa, alitabasamu tu na kusema, chukua mama, Mungu anajua kesho yako. Wafanyabiashara wengi walimwambia kuwa anaharibu biashara kwa kutoa bure au kwa kuwakopesha watu wasioweza kulipa, lakini yeye aliamini jambo moja upendo haupimwi kwa faida. Lakini nyumbani kulikuwa na sauti moja iliyomkumbusha mara kwa mara kuwa dunia si nzuri kama moyo wake ulivyo. Zawadi, binti yake aliyekuwa na akili nyingi kuliko umri wake, alimwangalia mama yake kwa wasiwasi kila siku. Mama, alisema mara nyingi, huku akila uji wa maji, mbona unatoa sana? Watu wanakutumia, unajua, wengine hawatarudi kamwe. Mama Zawadi alicheka kidogo, akimgusa binti yake begani Mwanangu, wema haupimwi kwa kurudishiwa. Aliyerudisha shukrani, asiporudisha basi Mungu ataona. Lakini moyoni mwa msichana huyo mdogo kulikuwa na hofu. Aliona jinsi mama yake alivyopunguza chakula chake ili yeye ale, aliona jinsi mama alivyochoka kila usiku, wakati mwingine akilala bila kula. Alielewa kwamba wanawake wengine sokoni wana mboga nyingi zaidi kwa sababu hawatoi kama mama yake, lakini pia alijua kitu kingine moyo wa mama yake hauwezi kubadilika, hata kama dunia ingejaribu. Siku moja usiku walipokuwa wakilala, Zawadi alijilaza karibu na mama yake kwenye godoro lililozidi miaka yake. Kwa sauti ya chini akamwambia, mama, sijui kama wema wako unalipwa, watu wengi wanasahau. Mama Zawadi akamtazama, macho yake yakiwa laini kama mtu anayejua siri ya dunia. Usijali mwanangu, wema huwa haupotei, wakati wake ukifika utarudi tu. Alisema hayo bila kujua kwamba siku ya kujaribiwa kwa maneno yake ilikuwa inakuja haraka kuliko alivyowahi kufikiria. Jioni ya siku ile upepo wa baridi ulipita mitaani kama ulikuwa ukibeba ujumbe wa huzuni. Mama Zawadi alikuwa amerudi kutoka sokoni akiwa amechoka kupita kawaida. Mauzo yalikuwa madogo, na kichwani mwake alihesabu hela kwa vidole, akijaribu kufikiria ni nini angekula usiku ule na ni kiasi gani angeweka akiba kwa ajili ya ada ya Zawadi. Alitembea taratibu kwenye barabara yenye vumbi, akibeba kikapu chake kilichokuwa kimebaki na karoti chache na nyanya zilizonyauka. Moyo wake ulikuwa mzito, lakini bado alijaribu kuvuta tabasamu kama kawaida. Alipofika karibu na kona ya kuelekea kwao, alisikia sauti ya mtu akilia, sauti ndogo ya uchungu kama kisu kinachotoboa moyo. Alisimama, alisikiliza tena. Hakukosea. Alipiga hatua mbili mbele na kumwona kijana mdogo wa miaka kama kumi na nne amekaa chini ya mwembe uliochoka akifuta machozi kwa mkono uliotapakaa vumbi. Mavazi yake yalikuwa yamechakaa, shati likiwa limechanika bega na begi lake la shule limefunguka upande mmoja. Hakuwahi kumwona kijana huyo mtaani hapo. Mama Zawadi alimsogelea polepole akipiga hatua kwa huruma. Mwanangu, mbona unalia kiasi hiki? Kuna tatizo? aliuliza kwa sauti ya upole uliokuwa umezoeleka kwa wengi sokoni. Kijana alinyanyua uso, macho mekundu kama mtu aliyelia kwa muda mrefu. Alijaribu kuongea lakini sauti ilimkatika. Baada ya kuvuta pumzi, akasema kwa sauti dhaifu, mm, mama, nimerudishwa shule, wamesema nisiingie tena mpaka nilete ada yote. Sikuwa nayo, mwalimu aliniondoa mbele ya darasa. Alifuta machozi tena, safari hii kwa hasira na aibu iliyomzidi. Sijala tangu jana, baba hana kazi, mama naye, sijui hata nirudi wapi, nimekaa hapa tu. Maneno yake yalimgonga Mama Zawadi kama radi ya ghafla. Aliumbuka jinsi Zawadi binti yake alivyoogopa siku za ada, jinsi nyakati nyingine ilimlazimu kuuza mboga kwa hasara ili kumaliza bili ya shule. Alimwangalia kijana yule, akahisi maumivu aliyoyazoea, maumivu ya kutokuwa na msaada wa karibu. Alipiga magoti akawa karibu naye. Mwanangu, jina lako nani? Kassim akajibu kwa sauti ya kumegeka. Mama Zawadi alimwangalia kwa jicho la mama, jicho ambalo halihitaji hadithi ndefu kuelewa mateso ya mtoto. Aliona njaa machoni mwake, aliona uchovu, aliona kukata tamaa. Na bila hata kuwa na uhakika na kesho yake mwenyewe, moyo wake ulitoa jibu kabla akili haijasema chochote. Simama mwanangu, alisema akinyosha mkono, twende nyumbani kwanza ule shule, ada hayo Mungu atatupangia. Kassim alitazama mkono ule kwa mashaka. Kama mtu asiyeamini kwamba bado kuna huruma duniani. Lakini Mama Zawadi hakuwa mtu wa kuacha mtoto barabarani. Alimshika bega taratibu, wakaelekea nyumbani kwake taratibu kupitia mtaa wa vibanda. Wakati huo akiwa hajui kwamba hatua ile ndogo ingetengeneza mlango mkubwa wa mabadiliko ya baadaye. Walipofika nyumbani, giza lilikuwa linaanza kutanda taratibu. Nyumba ya Mama Zawadi ilikuwa kimya, isipokuwa sauti ya upepo uliokuwa ukipita kwenye nyufa za ukuta. Kasimu aliingia kwa woga, macho yakichunguza chumba kile kidogo chenye meza ndogo, ndoo mbili zilizojaa maji na godoro la zamani lililowekwa pembeni. Licha ya umasikini ulioonekana wazi, palikuwepo joto la upendo, joto ambalo hakupewa nyumbani kwao kwa muda mrefu. Kaa hapo mwanangu, Mama Zawadi alimwambia, akimwekea sahani ya ugali na mboga aliyobakisha kutoka sokoni. Kijana huyo alikula kwa hamu ya mtu ambaye hakumbuki mara ya mwisho tumbo lake liliposhiba. Mama alisimama pembeni yake kimya kimya, akimtazama macho yake yakiwa na mchanganyiko wa huruma na huzuni. Baada ya kula, Kasimu aliinama, akasema kwa sauti iliyojawa na aibu, asante mama, lakini kesho nitafanya nini? Nitafukuzwa tena, sina hata mia tano, wala nimeshinda njaa jana na leo. Maneno yale yalimkata mama Zawadi kama kisu. Aliwakumbuka walimu wa shule ya Zawadi, jinsi walivyomwita majuzi kumkumbusha ada Alimkumbuka binti yake akisema ya mama, tusipolipa nitakaa nje ya darasa. Alijua ukubwa wa mzigo aliobeba, lakini pia alijua kitu kingine. Huu ulikuwa mwana wa mtu, labda kama zawadi yake, akihitaji msaada wa kweli. Alisimama kimya kwa dakika kadhaa akitafakari. Mwili wake ulitetemeka kidogo, si kwa baridi, bali kwa maamuzi mazito yaliyojenga uzito moyoni mwake. Alienda pembeni ya kabati lake dogo la bati, akalifungua ndani yake kulikuwa na mfuko mdogo wa plastiki uliokuwa umefungwa kwa uzi. Hiyo ndio akiba yake ya miezi minne, pesa ndogo alizoweka kidogo kidogo, wakati mwingine mia tano, wakati mwingine elfu moja, kwa ajili ya ada ya Zawadi inayokuja. Alipochukua mfuko ule, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Alijua kabisa anachokifanya ni hatari, lakini huruma yake ilikuwa nzito kuliko hofu ya kesho. Alikaa karibu na Kassim, akafungua mfuko ule polepole pole, kama mtu anayefungua siri yake ya mwisho fedha hazikuwa nyingi, labda hazingefika elfu thelathini, lakini kwake zilikuwa kila kitu. Kassim alisema kwa sauti iliyotetemeka kwa upole, hizi hapa, nenda kesho shule, nunua chakula pia, usirudi tena kwenye barabara ile ukiwa umevunjika moyo. Kassim aliganda, macho yake yalijaa machozi, akitikisa kichwa, mama, siwezi, hizi ni pesa zako na binti yako. Hapana mwanangu, mama Zawadi akamkatiza kwa upole, lakini kwa uthabiti, pesa zinaweza kutafutwa tena elimu yako haiwezi kusubiri, na njaa haisubiri pia. Kassim alishindwa kujizuia, machozi alitiririka usoni mwake, akainama, akashika mkono wa Mama Zawadi. Mungu atakulipa mama, sijawahi kuona mtu kama wewe. Mama Zawadi alitabasamu, si kwa furaha ya mali, bali kwa faraja ya kufanya kilicho sahihi. Nenda ukasome mwanangu, huo ndo urithi pekee ningeweza kukupa kama ungekuwa wangu. Na usiku huo, wakati dunia ikilala, mwanamke maskini alimlaza kichwani mwake wazo moja tu, kesho itajileta. Mungu haachi mwenye moyo safi. Baada ya kula kwa mara ya kwanza vizuri na kupata pumziko la kweli, Kasimu aliamka mapema asubuhi ile akiwa na nguvu mpya. Alimbusu mkono Mama Zawadi kwa heshima, kile kitendo ambacho hakuwa amekifanya kwa muda mrefu kwa mtu yeyote. Moyo wake ulikuwa umejaa shukurani nyingi kiasi kwamba hakuweza hata kuweka maneno pamoja. Alikusanya begi lake na pesa alizopewa, kisha akaanza safari ya kuelekea nyumbani kwao. Barabara ya kurudi ilikuwa ndefu kuliko alivyokumbuka. Kila hatua ilihisi kama ilibeba uzito wa maisha yake yote. Alipofika kwenye mtaa wao, aliona nyumba yao ile ya mabati iliyozeeka, nguzo za mbao za mlango zikiegemea kama zimechoka. Aliingia taratibu akijua kabisa mazingira aliyokuwa anarudia. Mama, aliita kwa sauti ya woga. Hakujibiwa mara moja. Badala yake, alisikia mlango wa ndani ukifunguliwa kwa nguvu. Mama yake alitokea akiwa na uso mkali, mikono kiunoni, macho yakiwa makali zaidi kuliko kisu kipya cha jikoni. We ulikuwa wapi jana Kassim? Umekuwa huonji tena neno la adabu? Unaenda wapi bila kusema chochote? alifoka kabla hata hajapata nafasi ya kukaa. Kassim alijaribu kujibu, mama, walinifukuza shule, sikuwa na... Wewe ndiye chanzo cha matatizo yote humu ndani, mama yake akamkatiza akipiga meza kwa hasira. Hata hiyo kazi ya baba yako imepotea kwa sababu wewe ni mzigo, unajua anahangaika kwa ajili yako. Kassim alinyamaza si kwa sababu hakuwa na jibu, bali kwa sababu neno lolote alilosema liligeuka kosa. Kila kitu kwake kilikuwa tatizo, makosa yake au la, na alilazimika kula lawama kila siku, wakati mama yake akiendelea kumshusha kwa maneno yasiyo na huruma. Mlango mwingine ulifunguka polepole pole. Baba yake, uso wake uliojaa uchovu na hofu, alimtazama Kassim bila kusema neno. Alikuwa amevaa shati lililochakaa la kazi lakini tayari halikuwa na maana. Tayari alikuwa amepoteza ajira yake jana jioni. Kassim, baba yake alisema kwa sauti iliyodhoofika, nimefukuzwa. Hakuna kazi tena, wakaniambia kampuni inakata watu na mimi ndio wa kwanza. Mama yake hakuonyesha hata tone la huruma, badala yake alimgeukia baba huyo na kusema kwa dharau, na sasa tutakula nini? Huyu mtoto akipewa chakula atakila peke yake, au taenda kubahatisha bahati nasibu tena? Baba yake alinyamaza Uso ukiwa umejaa maumivu. Kassim alimwangalia baba yake na kuona mtu aliyekuwa amechoka na maisha, si kwa sababu ya kupoteza kazi, bali kwa kuishi na lawama za kila siku. Hapo ndipo mama yake aligeukia Kassim tena, akimkaribia kwa hasira. Nenda nje. Umenikera. Wewe ni mzigo kwangu. Maneno yale yalimkata Kassim zaidi ya pigo lolote. Alitoka nje akitetemeka, macho yakiwa yamejaa machozi. Hapo nje, aliweka begi lake chini na kukaa kwenye jiwe. Alihisi dunia ikiwa nzito kuliko alivyoweza kubeba, lakini ndani ya maumivu yale aliwaza upendo wa mama Zawadi usiku uliopita, jinsi alivyompa chakula, malazi na hata akiba yake yote, na moyoni mwake akajua ulimwengu ulikuwa na upande wa giza, lakini pia ulikuwa na nuru, nuru ambayo ilimwita kuifuata. Machozi yalikuwa bado hayajakauka usoni mwa Kassim alipo nyumba akiyatazama mabati ya juu yakitikisika kwa upepo. Hakujua afanye nini wala aende wapi alikuwa na pesa kidogo alizopewa na Mama Zawadi, lakini moyo wake ulikuwa mzito mno kuweza hata kusimama ndani ya nyumba. Sauti ya mama yake bado ilikuwa ikiendelea kulipuka kama radi inayovunja utulivu wa usiku. Wewe na mtoto wako ndio mnanitesa, mama yake alipaza sauti, akiendelea kumfokea mume wake. Sina haja nanyi, kila siku ni matatizo tu. Baba yake alisimama kimya akitetemeka, si kwa hasira bali kwa uchovu wa moyo. Aliyavumilia mambo mengi kwa muda mrefu, kunyoshewa vidole kudharauliwa kutodhaminiwa, lakini leo ilikuwa tofauti. Leo alikuwa amemwona mtoto wake akilia nje kwa maumivu ambayo hayakustahiliwi na mtoto wa umri wake. Alimwangalia mke wake kwa macho yaliyokosa nuru ile ya zamani. Unajua, alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti, mara nyingi nimevumia kwa ajili ya familia, lakini leo nimegundua kuwa mimi na mwanangu hatuna nafasi tena hapa. Mama yake Kassim alicheka kwa dharau, unafikiri nitawaomba? Msibaki, tokeni nendeni mkafaye huko nje. Maneno yale yalipenya moyoni mwa Kassim, hata akiwa nje akihisi kama moyo wake umepungua uzito. Dakika chache baadaye mlango ulifunguliwa na baba yake alitoka nje akiwa na begi lake dogo kifuani. Uso wake ulikuwa mkavu lakini umejaa maamuzi mazito. Kassim, aliita kwa upole. Kassim alinyanyua macho, akamtazama baba yake kama mtu anayeshangaa kama ndoto imetimia au la. Simama mwanangu, baba yake alisema, tunaondoka. Kwa nini baba? Kassim aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Kwa sababu hapa hakuna tena amani, hakuna upendo, na sitaki uendelee kuishi kwa lawama ambazo sio zako. Baba yake alimshika begi lake akalisimamisha. Tutaenda kuanza upya, mimi na wewe. Kassim hakujua kama alitakiwa kufurahi au kulia. Alimwangalia baba yake, kisha nyumba yao iliyogeuka uwanja wa maumivu. Mwisho alisimama Akaupangusa uso wake na kuchukua begi lake dogo. Walitembea taratibu wakitoka mtaani, wakipita kwenye taa zilizokufa na vichochoro vilivyopoteza mwanga wake. Hakuna aliyezungumza mwanzoni. Baba yake aliweka mkono juu ya bega la Kassim, ishara ya faraja ambayo kijana hakuwahi kupewa kwa muda mrefu. Tutaenda kijijini kwa ndugu mmoja, baba yake alisema hatimaye. Si pazuri sana, lakini tutaishi bila kelele, bila lawama. Kassim alihema kwa pumzi ndefu kama mtu aliyekuwa akifunguliwa minyororo aliyobeba kwa muda mrefu. asante baba, alinong'ona. wakati wanapotea kwenye giza la barabara, Kassim akahisi ndani ya moyo wake kitu kipya, uamuzi wa kupigania maisha bora. Na ingawa hawakuwa na pesa wala nyumba, walienda na kitu ambacho hakikuwa na bei, amani na matumaini. Walikuwa hawajui kuwa safari yao mpya ndiyo ingekuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa yaliyokuwa yakiwahudumia kwa mbali, kimya kimya. Usiku ulikuwa umetulia, upepo mdogo ukipuliza nje ya nyumba yao ya udongo. Ndani, baba wa kijana Mzee Rashidi alikuwa amekaa kimya mezani, macho yake akiwa yamejaa mawazo mazito. Siku zote alikuwa mtu wa kukata tamaa haraka, mara nyingi akijaribu michezo ya kubahatisha ili kutafuta njia ya haraka ya kujikomboa, lakini mara nyingi alirudi nyumbani mikono mitupu, akibeba mzigo wa lawama na aibu moyoni. Lakini usiku huo kulikuwa na kitu tofauti. Alijikuta akipitia tiketi moja ya bahati nasibu aliyokuwa amecheza wiki iliyopita, alikuwa ameisahau kabisa. Alishika bila matumaini, lakini moyo wake ulianza kudunda kasi alipoiona namba ya kwanza ikilingana, ya pili na ya tatu. Moyo wake ukawa kama unataka kuruka kutoka kifuani. Isiwe kweli, hii haiwezekani, aliwaza, huku mikono ikitetemeka. Haraka akachukua simu ya jirani, akapiga namba ya kampuni ya bahati nasibu kuthibitisha. Dakika chache baadaye akabaki amekaa chini, miguu ikiwa haina nguvu, lakini safari hii si kwa huzuni, bali kwa mshangao uliochanganyika na furaha tiketi yake ilikuwa imeshinda kiasi kikubwa cha pesa ambacho kingeweza kubadilisha kabisa maisha ya familia yake. Alitoka nje akikimbia akipiga kelele za furaha, "Kassim, tokeni nje, tumeshinda! maisha yetu yanabadilika leo!" Kassim alitoka nje akiwa amechanganyikiwa. Baba yake alimnyanyua juu na kumzungusha kama mtoto mdogo, "mwanangu, tumeondoka kwenye umasikini, Mungu ametusikia!" Majirani waliochoka usingizi walitoka nje wakashuhudia tukio hilo la nadra. Wengine walishangaa, wengine wakabaki kinywa wazi, lakini wote wakafahamu moja: bahati ilikuwa imeigusa familia ile kwa mkono wa kipekee. Siku iliyofuata maisha ya familia yakaanza kubadilika polepole pole. Lakini jambo kubwa zaidi sio tu pesa walizopata, bali mabadiliko ndani ya Mzee Rashidi. Kwa mara ya kwanza maishani alihisi kuwa na wajibu wa kweli wajibu wa kutunza familia yake na kutumia bahati ile mabadiliko ya kudumu si ya mazoea ya kubahatisha. Usiku ule uligeuka kuwa mwanzo wa kurasa mpya ambao hakuna aliyewahi kuutarajia. Miaka ilipita kama upepo wa jioni laini, lakini wenye kubeba kumbukumbu nyingi. Kassim, yule kijana aliyelelewa kwenye maisha ya shida, sasa alikuwa mtu mzima mwenye tabasamu lililojaa matumaini, nguvu ya kujituma na maisha yaliyoanza kutengamaa taratibu. Baba yake alitumia sehemu ya ile bahati kuboresha familia wakajenga nyumba ndogo ya kisasa, wakaanza biashara ya duka na hatimaye maisha yao yakawa na utulivu ambao hawakuwahi kuuona kabla. Lakini pamoja na mafanikio hayo yote, kuna kitu ambacho hakikuondoka ndani ya moyo wa Kassim, kumbukumbu ya yule mama mjane aliyewahi kumsaidia siku aliyokuwa karibu kukata tamaa kabisa. Ilikuwa ni miaka mingi nyuma, siku ambayo mvua ilimnyesesha akiwa amekaa chini ya paa la duka lililofungwa, njaa ikimsumbua, viatu vimechanika na machozi yakikauka kabla hayajafika mashavuni. Mama yule mjane ndiye aliyemshika mkono bila kuuliza hadithi yake. Alimpa chakula, akamfunika kwa shuka ya zamani na kumwambia kwa sauti tulivu isiyosahulika, mtoto wa mwenzangu, usikate tamaa, maisha yanabadilika kama asubuhi inavyofuata usiku. Maneno yale yalikaa moyoni mwa Kassim kama alama ya kudumu. Siku zote, hata alipokuwa na kazi nzuri, nguo safi na marafiki wapya, alikumbuka mahali alipotoka na juu ya yote alijua hakupaswa kumsahau yule aliyempa tumaini, akiwa hana hata sababu ya kufanya hivyo. Sasa akiwa mtu mzima, akitembea barabarani kuelekea sehemu mpya ya biashara yake, mawazo yake yalirudi nyuma. Alijiuliza, mama Zawadi ko wapi? Anaendeleaje? Moyo wake ulijaa hisia nzito, sio za huzuni tu, bali za wajibu. Alifika dukani kwake, akaweka mfuko upande na kukaa chini akitazama nje. Siwezi kuendelea na maisha bila kumshukuru aliwaza kwa sauti ya chini. Jioni hiyo Kassim aliamua kwenda kijijini kwao zamani. Njia zile zile alizopitia akiwa mdogo, mto ule ule uliokuwa ukipita pembeni na harufu ya udongo wa kijiji zikamrejesha katika miaka aliyopitia magumu. Alipofika mlangoni kwa Mama Zawadi, moyo wake ulidunda kwa nguvu. Nyumba ilikuwa imechakaa, paa limezeekea, na dirisha la mbao lilikuwa limelegea. Alisimama kimya kwa muda, pumzi ikikatika lazima nimsaidie, lazima nimuone, alisema huku akikanyaga hatua ya kwanza kuelekea kwenye nyumba ya yule mjane aliyewahi kumwokoa bila kujua kesho yake ingekuwaje. Safari yake ya kumtafuta haikuwa tu kwenda kulipa fadhila, ilikuwa safari ya kurudisha moyo kwenye chanzo cha upendo wa kweli. Mlango ulikuwa wazi nusu, kama ishara ya maisha yaliyokuwa yakipitia upepo mkali. Aligonga mara mbili, hakuna aliyetokea. Ndipo akafunga safari kuelekea sokoni, mahali ambako kumbukumbu zake nyingi zilipikwa. Vumbi, harufu ya mboga na makelele ya wachuuzi vilijenga picha ya zamani akilini mwake. Akiwa anapita kwenye vibanda vilivyopangwa kwa mstari, macho yake yalikuwa yakitafuta uso aliyouzoea, uso uliojaa huruma na upole wa Mama Zawadi. Lakini sokoni palionekana tofauti. Biashara nyingi zilikuwa zimepungua wateja, baadhi ya vibanda vimefungwa, na hewa ilikuwa nzito kuliko zamani. Mwisho wa kona alipafikia pale Mama Zawadi alipokuwa akiuzia mboga. Kilichomshtua ni kwamba banda lilikuwa tupu, la nusu lililoanguka upande mmoja. Kundi dogo la wanawake lilikuwa pembeni wakiongea kwa sauti nyororo. Kassim alijisogeza. Samahani, nauliza, Mama Zawadi kwa wapi? Aliuliza kwa heshima. Wanawake wale walitazamana kwa huzuni. Mmoja wao Mama Rehema aligusa mkono wake na kusema, anapitia wakati mgumu sana biashara yake ilianguka baada ya ugonjwa kumwanza vibaya mwanzo wa mwaka, alilazimika kuacha kuja sokoni mara nyingi. Kuhusu nyumba, wamepewa wiki mbili tu wahame kama hawatalipa kodi, na binti yake Zawadi amekuwa ya akikaa nyumbani tu, alishindwa kurudi shule kwa sababu ada ilikosekana. Maneno hayo yalimgonga Kassim kama mawe mazito moyoni. Alisimama akishikilia kichwa kidogo, macho yakiwa yanatoka machozi yasiyotaka kudondoka hadharani alihisi kama dunia imemgeukia na kumwambia kuwa pamoja na baraka alizopata hakupaswa kuchelewa kumtafuta yule aliyempa tumaini kwenye giza. Safari yake kutoka sokoni kuelekea nyumba ile haikuwa ya haraka. Kila hatua ilikuwa nzito, kama ilikuwa inamkumbusha wajibu mkubwa aliyokuwa nao. Alipofika mlangoni, alisikia sauti ya binti akilia kwa ndani. Ilikuwa ni sauti ile ile aliyowahi kuisikia miaka iliyopita kutoka kwa yeye mwenyewe, sauti ya mtu aliyechoka, aliyekosa msaada aliyekosa tumaini. Kassim akavuta pumzi, akafungua mlango polepole pole. Alikuwa tayari kurudisha wema aliyopokea, lakini hakujua kuwa mbele yake kulikuwa na tukio ambalo lingegeuza hatima ya familia nzima. Kassim alivuka mlango wa nyumba ndogo, macho yake yakijawa na hisia changamano: furaha, huzuni na mshangao. Alimkuta Mama Zawadi amekaa kwenye kiti chake kidogo cha mbao, mikono ikiwa imelegea kando, uso ukiwa umechoka, lakini macho yakiwa na nuru ya upole wa asili Binti yake Asha alikuwa pembeni, macho yake madogo yakimwangalia Kassim kwa mshangao na hofu kidogo. Mama mamanu, nimekuja Kassim akasema kwa sauti iliyojaa heshima, akinyanyua mkono kama alama ya heshima na upole. Mama Zawadi alimtazama kwa muda, macho yake akipanua kidogo, akitambua uso huo aliyoujua miaka mingi iliyopita, uso wa yule kijana mdogo aliyewahi kuambiwa kuwa hakuna nafasi tena katika dunia. Ni wewe? Ni kweli wewe? Mama Zawadi aliuliza, sauti yake ikiwa na hisia zisizoelezeka. Ndiyo mama, nijibu macho yakijaza machozi. Sikuwahi kusahau wema wako siku ile uliponisaidia. Moyo wako ulinipa nguvu zaidi ya pesa yoyote. Sasa mimi nimekuwa na nataka kurudisha fadhila yako. Alipoinua mfuko wake kidogo, alionyesha hati za biashara, pesa na risiti za shule. Hizi ni kwako mama nitauanzisha biashara kubwa hapa sokoni, duka lenye kila kitu utakachohitaji, na ada ya Asha imewalipia hadi kumalizia shule ya sekondari, na hata maisha yako haya yatabadilika kabisa. Mama Zawadi alishikilia mikono yake, macho yakijawa na machozi ya furaha yasiyozuilika. Alijua kwa muda mrefu aliwahi kuwa na matumaini kidogo, lakini sasa, upendo wa kweli uliopokelewa bila matarajio ulikuwa umerejeshwa kwa njia isiyo na mfano. Asha alinyanyua mkono mdogo akitabasamu Mwanangu, wewe kweli umepata wema, hakuna aliyekusudia kama baba na kaka wako wa moyo wa dhahabu. Kassim alimkumbatia kwa nguvu, akihisi kila hatua ya upendo aliyopokea ikijirudia kwa sauti kubwa zaidi. Hakuna kitu kinachoweza kulipa wema wako mama, lakini nitajaribu. Hii ni fadhila yangu, shukrani yangu isiyo na mwisho. Wakati huo sokoni, lilijawa na harufu ya mboga safi, vumbi limepunguzwa, na jua likichomoza kwa mshangao wa mapema. Biashara ya mama Zawadi ilianza kupata wateja, furaha ikatanda kwa jamii nzima. Alijua mambo mawili kwa hakika: moja, wema haupotei, na mbili, moyo safi unapewa thawabu kwa njia zisizotarajiwa. Na hivyo maisha ya mama Zawadi yalibadilika milele. Siku ile ilikuwa ushuhuda wa kweli kwamba fadhila, upendo na wema kweli, hata ukitolewa bila matarajio, hujikomboa na kuleta mabadiliko yasiyotarajiwa, yasiyo na kipimo na yasiyo na mwisho mwisho uliokuwa mkubwa wa hadithi hiyo ulikuwa si tu kwa familia ile, bali kwa wote waliogundua thamani ya upendo wa dhahabu, huruma isiyo na masharti na shukrani ya moyo safi.